Kama nilivyosema, la kwanza kutokujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba. Na unapokataa haki ya kikatiba, suala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii, nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe, unaikataa. Ukiikataa wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wa kulalamika. Lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania, na ni huo ndio wito wangu kila Mtanzania ajitokeze atumie fursa hii. Asante sana.